Linda Philip, tunaanza taarifa zetu kutoka taifa jirani la Tanzania ambako uchaguzi mkuu umefanyika hii leo huku watu kadhaa wakijeruhiwa katika makabiliano kati ya polisi na waandamanaji waliojitokeza kupinga uchaguzi huo. Waandamanaji wakisema uchaguzi umeegemea upande mmoja na kukandamiza sauti za viongozi wa upinzani. Haya najiri huku serikali ya Tanzania ikitangaza amri ya kutotoka nje kuanzia saa kumi na mbili jioni hii katika jiji kuu la Dar es Salaam, kama anavyotuarifu Stephen Leto. Maandamano yalishuhudiwa katika jiji kuu la Tanzania, Dar es Salaam, huku waandamanaji wakijitokeza kupinga uchaguzi mkuu ulioandaliwa leo nchini humo waandamanaji wakikabiliana vikali na maafisa wa usalama na kusababisha majeruhi kadhaa waliopigwa risasi kufuatia nipe nikupe hiyo. Sisi ni watanzania wapenda haki wa nchi hii, sisi tumezaliwa katika nchi hii, hatuna nchi nyingine. Tunaandamana kwa sababu uchaguzi si wa haki, sababu tuliokuwa tunawataka kwanza hawapo wameweka watu wao. Sijapigwa lakini nimepigishwa magoti na familia yangu pasipo na sababu. Nakosa sijui, lakini nimejitetea, mejitetea nikiwa ndani. Jamani, hapa pana amani, kaambia toka nje, na kama msipotoka nje tutawapigia mimoshi, mimoshi mtoke na mabomu ya machozi nini, tupigwe risasi na wakati tunaandamana, maandamano ya haki eh? Kwa nini tupigwe risasi kwao? Hicho kitu sisi tunapinga, na hii issue haishi leo wala kesho. Mkuu wa polisi nchini Tanzania Kamila Swambura ametangaza amri ya kutotoka nje kuanzia saa kumi na mbili jioni kote nchini Tanzania. Aidha, huduma za mitandao zimeripotiwa kuzimwa katika baadhi ya maeneo nchini humo. Hayo ni kufuatia matukio ya ghasia yaliyoshuhudiwa katika maeneo kadhaa mjini Dar es Salaam na kwingineko, ambapo waandamanaji wanaopinga uchaguzi wameandamana wakifunga barabara kadhaa na kuwasha moto. Machafuko hayo yalianzia Ubungo mapema leo, yalisambaa katika maeneo mengine jiji humo, haswa eneo la Kamara ambako waandamanaji walingoa bango ya rais Samia Suluhu. Aidha, makabiliano kati ya wananchi na polisi yakishuhudiwa hey, katika barabara ya Morogoro. Hali ilisalia tete hata baada ya vituo vya kupiga kura kufungwa saa kumi jioni vituo <coughs> <coughs> kadhaa vya mabasi kando ya barabara ya Morogoro kutoka Ubungo hadi Kimara Korogwe vimeteketezwa kutokana na maandamano yanayoendelea. Vurugu hizo zilianza baada ya polisi kutumia vitoa machozi na maji ya kuwasha kuwatawanya waandamanaji waliopinga uchaguzi huu, wakisema haujatoa nafasi sawa kwa wanasiasa wa upinzani. Mapema asubuhi rais wa Tanzania Samia Suluhu alifika katika kituo chake cha kupiga kura na kuwahimiza Watanzania kudumisha amani. Wanataka niseme kwamba nami tayari nimeshakamilisha zoezi hili na ni waombe wa Tanzania wale ambao bado wako nyumbani wajitokeze. Baada ya vituo vyote kufungwa, wasimamizi wa uchaguzi huo sasa wanaendelea na hesabu za kura kabla ya kumtangaza mshindi. Stephen Letoru.